Yo, um, <coughs> kama jina naitwa Judge Cloud, mimi ni mtangazaji wako wa DMTV, na labda unaweza ukatafuta channel yetu hii. Channel ni naitwa kwa jina la DMTV in USA, na ni mimi mtangazaji wako Judge Cloud. Na kama hujaipata ni ukumbi tu huo wa kwanza kwenda YouTube, kuandika DMTV in USA. Basi ni kuombe tu usikose ku like, ku subscribe, ku share na ku comment, na kuhusu video basi itapendeza sana kama ukiwa unapata notification zetu wa kwanza itakuwa, um, <coughs> ni vizuri sana. Um, leo nimekuja kuna mada fulani ambayo nimesikia mtandaoni na watu wako na hofu sana. Na baada ya kuwa na hofu, nikaona ngoja na mimi nisogee na kidogo ili tusikilize video wote, we mtazamaji na mimi mtangazaji. Alafu usikose kuacha usikose kuacha comment, kwa sababu comment yako <coughs> sorry, comment yako itasaidia baadhi ya watu wengi kusoma, wataka fiosoma, miongoni, wae, na watakavyosoma itawapendeza zaidi. Ikiwa wewe ni miongoni mwa mtu ambao umeshawahi kwenda na kurudi, basi itapendeza ucomment hapo chini ya video.

ilikuwa naitwa natangaza taarifa ya habari, nikudishe kidogo hii ambayo ilikuwa natangaza taarifa ya habari <tip> ilikuwa naitwa ilikuwa naitwa ABC7 Eyes Witness News. Ni ABC, ABC7 Eyes Witness News. Hii hapa ni ni taarifa ni taarifa ya habari ambayo ilitolewa Marekani na ni chombo cha habari ni chanel ambapo Marekani nilikuwa um, nazungumzia kuhusu zile, zile country maanake zile nchi kumi na mbili ambazo zimekatazwa kabisa ziwezi zikaingia Marekani. Basi mjadala huu uliendelea na rais wa Marekani wakame saini, na alivyo saini kweli hizo nchi hazitohusika kufika Marekani na lakini baada ya taarifa hizo kutoka kuna mjadala ambao umeongelewa sana mtandaoni. Badala mjadala huo kuongelewa kuna baadhi walipata hofu na baadhi wengine wakawa hawaelewi wakawa kabisa kinachoendelea sasa hivi. Nakuja tu ni kutoa hofu. Kwanza nisitaje zile nchi ambazo zimekataliwa kabisa kuingia Marekani. So, nchi ambazo zimekataliwa kuingia Marekani kuna Afghanistan, kuna Burma, kuna Chad, kuna Republic of Congo, kuna Equatorial Guinea, kuna Eritrea, and then kuna Haiti, kuna Iran, kuna Libya, kuna Somali, kuna Sudan na kuna Yemen. Hizo ndo nchi ambazo zinakataliwa kabisa kuingia Marekani. So, baada yangu kuni hapa, kuna nchi ambayo inaandikwa The Republic of Congo. <laughs> Labda watu wanaweza wakajuliza the Republic of Congo ni nchi gani? Tukumbuke ya kwamba Africa kuna nchi mbili ambayo zote zinaitwa the Republic of Congo. So kuna utofauti, kuna moja ambayo inaandikwa the Republic of Congo, of Congo Brazzaville. na kuna nyingine ambayo inaandikwa demo, Republic Democratic of Congo Kinshasa, so hiyo ndo utofauti DRC. Huo ni utofauti, so hii hapa ambaye inazungumziwa hapa ni the Republic of Congo ya Congo Brazzaville. Hata ukiangalia nembo, ukiangalia, ukiangalia um, flag I mean, I mean mkisooudiaata ukiangalia bendera yes, ukiangalia bendera ina inaainaonyesha ina, ina, ina, ina, ina, ina ina kabisa Ii nchi hapa sio sio sio diarasi sio Republica Democratic of Congo. No, hii nchi hapa ni the Republic of Congo Brazzaville. Hii hapa ni, ni Congo Brazzaville. So watu tuache kuongea sana, tuache kuongea. Na hii ndo mada, mada kwamba mimi nakuja nayo. So tunapoongela kitu ama kitu taarifa yanavyotoka media, tusidanganye watu tudanganye watu kama hujakuwa na future kwenda Congo, kama hujakuwa na future kwenda Africa, kama hujafanya chochote, you're supposed to be quiet bwana. So kwa sababu ukizungumza kitu na yule mtu aishafanya vitu vyake kule, ana dreams ya kwenda, unakuwa na mtoa kwenye mudi yeah. Um, ile swala nakuja kuzungumzia, kwa sababu nafikiri mwaka uliopita kuna process ambayo balozi wa Kongo alifanya kwa ajili ya watu kupata mapassport. So mchakato uliendelea, na tumshukuru sana balozi wetu, alifanya kazi kubwa. Baadhi ya baadhi ya watu wengi walipata passport za Kongo, baadhi ya watu wengi walipata passport, lakini hizo taarifa watu weku misunderstand misunderstand. I mean um, laba wanafikiri laba balozi wa Kongo ambao yupo Marekani hakufanya chochote lakini kazi yake ni kusaidia Wakongomani alisaidia Wakongomani, na baadhi ya wetu walipata paspot nyingi. So tusiongee mambo ambayo ya kumuumiza, mambo ambayo anaweza akasababisha tena asitufanizie msaada wowote kwake. So, tumpe pongezi kazi kubwa, na viongozi wa Mo Yambondo kujitahidi kutufanizia, kutufanizia process, na mpaka baadhi ya Wakongomani kupata paspot ya yeah. Big up sana Mo Yambondo Marekani, so, hiyo ni kazi kubwa ambayo ndio ilifanya na kutunganisha kupata mapasipoti. So imipe kwanza ongera zenu kwa hilo. So, guys, <clears throat> tusidanganye watu. Tusidanganye watu. Kuna media fulani, kuna media moja, hivi ya moja TikTok niliyo niliangalia paka nikaja kukomenti, ikasema, guys msidanganye watu, nyinyi ni watangazaji na kama watangazaji, natakiwa muongee kile kitu kilio sahihi lakini msije kuongelea kuhusu democratic democratic, the republic of the, de, leo, sorry. Republic democratic of Congo. no. Don't say that because that is wrong. You rubbish so kuna baadhi ya media ambazo ziko natangaza taarifa ambazo sio za kweli na taarifa hizo ziko nasemekana kwamba Republic of Congo ni DRC? No, sio DRC kwa sababu hata ukiangalia flag hapo ni tofauti kabisa, kwa hiyo Tuache kuzungumza maneno ambayo sio ya mzuri. Kama wewe au na project, kama hujakuwa na future, kama hujakuwa lakikufanya hivi, basi stop enjoy your life, usipaniki kwa kuambia watu uongo, kwa sababu ukiwaambia watu uongo, kuna baadhi ya watu wanafuata media nakifuata media, wanaogopa. Kuna baadhi ya watu wamesha katisha tiketi zao, so the real the real ni kwamba watu wanaenda na wanarudi watu wanaenda na wanarudi, na nipo na facts za watu ambao baadhi ya watu ambao nilikuwa naongea. Mimi ni, ni, ni, ni mtangazaji, na nilikuwa na baadhi ya watu ambao kwa naenda na wako narudi. So process iko hivi, unatoka hapa unaingia airport, airport anakupigisha muri pale inchi ambayo unaenda, una, una maana kile pale sio nani sana, wanakomba tu green card na passport yako, by the way, pale unapanda ndege wakipisha pigisha muri pale unapanda una, una, ndege unatafuta area, area ambayo na, naenda ndege ambayo unapanda ukienda, ukifika kule nchi ambayo utaenda, lazima pale unaona migration ya nchi ile ipigishe tena mwe afu, na kuuliza utafanya miezi mingapi au miaka mingapi hapa, una enjoy maisha kwa Afrika. And then ukimaliza ukija tena, wanafanya utaratibu ule ule, wanakomba passport, wanakomba na green card, wanapigisha mwe tena, sema umetoka unakuja, na ukija Marekani Migration Marekani, kitu cha kwanza cha kuomba inaomba ni green card, inaomba na passport ya kwamba ulisafiri nayo moja kwa moja na galo ulifanya miezi mingapi. Wanapiga muhuri pale moja kwa moja, unaingia unaingia Marekani. So hamna maswali mengi sana, hamna kuangalia like dossier, uko na kosa gani, sijui uko nafanya nini. Hamna hivyo vyote, havipo kwa guys, tusidanganye watu akisema kwamba au sijui mimi nikienda Afrika ama mtu akienda Afrika eko narudishwa pale penye penye, penye airport, mwenyesha rudishwa guys. Yupi, kama una taarifa, atasema kuna mtu mwenye alienda Afrika na alifanya kufika airport Marekani, ili mrudisha, tuambie kwenye comment. Tuache kudanganya watu, hizo taarifa ni za uongo guys, tuache kudanganya watu. Mimi taarifa kuu tu ambayo nakuambia ni kwamba usisikize maneno ya watu, focus your dreams. Kama ushafanya project, kama ushapiga ushapiga budget Africa Nenda, hizi ndo taarifa ambayo anakuambia ni kwamba bahazi ya flag zipo hapo, zile nchi ambayo zimekatazwa zipo hapo, nimeziweka hapo basi. Nitakuomba uziangalie kwa makini, kama utaona DRC Republic of, Republic of, Congo, of, Democratic of Congo, basi moja kwa moja utasema, utasema, that is, that is true, lakini flag zipo tofauti. Kuna flag ya Congo Brazzaville na Congo Kinshasa. That is a different so don't lie don't, don't scare so nikwambie tu kwamba nenda popote pale unapojisikia passport ya Congo is a real passport Where if you get a passport of Congo that is a real passport that is a real ID nakwambia utafika kaunti yoyote ambayo utahitaji kutembelea right now. If you get a, you get a passport of DRC popote pale penye unaenda utafika. Mtu asikudanganye, usidanganishiwe na watu watu, asikudanganye. Itasema uko na passport ya Congo ndo ingi tasema sijuanze kutafuta laka driver document no. no, no, no, no, no. Mm. Driver document haina chochote unapokuwa na passport ya Kongo. Passport ya Kongo, that is everything. Kasikudanganya watu. Passport nani? Driver document ni kama vile ID Marekani tu, lakini passport ya Kongo ni passport lake, maanake naweza nikasema lake ni chini ya, ya, ya mtu kuwa na citizen citizen passport kwa sababu popote pale unapotaka kwenda utaenda, popote pale unapotaka kwenda utaenda. Nikwambie tu kwamba, nikutoe hofu, nikutoe hofu, yeyote yule ambaye ana passport ya Congo kuwa tayari anytime, uende na utarudi. sijui kwa sababu kuna taarifa ambayo inasemekana kwamba sijui ho sijui ukiwa na lake kesi nyingi, sijui uweze kurudi Marekani. Inategemeana na kesi gani ambayo uko uko nayo bwana, inategemeana na kesi gani ambayo uko nayo. Si itasema umefungwa kwa kwa kwa tiketi ya yani ya polisi barabarani? Hey, itasema ukienda ukienda uki, go back in your country you can return no, kwa kesi hiyo inaangalia hata migration, hata serikali ya marekani inaangalia kesi gani ambayo mtu aweze akarudi Marekani. Ukiwa na kesi ya mauaji, ukiwa na kesi ya unyanyasaji, ukiwa na kesi ya ubakaji, something like that, hizo ndio kesi kubwa sana. Lakini hapana kesi ya, ya, ya ticket hmm? Hapana, kesi ya kutoku kukosa kulipa bili nona, that is true. Kesi ya kukosa kulipa bili ndani itasema sijui sikulipia moto, sijui nakuwa every month, nakuwa light kupay bills that